Jamaa hapa nataka nimfanyie challenge kidogo, wapenzi wa tazamaji eh. Ndugu yangu mambo vipi? kama mimi, ah, naitwa ah, Dogosela. Nakubali wewe na kuona msela unakula vitu vyako hapo, nakubali eh? Nakubali iko hivi, kwanza una miaka mingapi?

na sita ni wa kiume btug ema. Kwanza ndugu mtangazaji, mi najua kabisa wote tanifikishia ujumbe wangu kwa serikali. Mi naona kabisa kuwa serikali wanabidi wawe makini sana hii swala la balance diet, kwa sababu linaharibu sana vijana wengi. Eh, hey, unanena mimi? Mimi mimi siwezi kutumia balance diet. Nakula tu hii sigara na nitosha. Ila vijana siku hizi wameangukia kwenye balance diet. Wanaharibika. Wanaharibika kwa watu ambao wanauza mbona watuonee huruma. Eh, mimi msela lakini siwezi kutumia balance diet kwa sababu inatuharibu sisi vijana. Inaharibu uchumi hata wa taifa. Kwa hivyo bro. Nakubali kaka.